Wakazi wa jiji la Dodoma wamehimizwa kujenga utamaduni wa kupata ushauri wa kitaalamu kabla ya kununua kompyuta, ili kuepuka kufanya manunuzi yasiyo sahihi yanayoweza kuathiri utendaji kazi wa kifaa na matumizi yao ya kila siku. Ushauri huo umetolewa jijini Dodoma na mtaalamu wa kompyuta kutoka Pick Point Computers, Bwana Justine Majanja, wakati akizungumza na Washindi Media ambapo amewafundisha watumiaji wa kompyuta na wateja namna bora ya kuchagua kifaa kulingana na matumizi yao. Kwa majina anaitwa Justine, ni mtaalam kutoka Pick Point Computers, nahusika na kuuza laptop, kompyuta na vifaa vyote vya kompyuta. Napatikana Dodoma mjini na tunatoa huduma zote, ushauri wa kitaalam, sababu pia tuna wataalam, nami ni mtaalam pia wa kompyuta. Kwa hiyo utapata huduma zote za ushauri, kununua ni kompyuta gani na kufaa kwa ajili ya matumizi gani kasababu sio kwamba ya just kompyuta tu, lakini pia matumizi ni muhimu kwa kompyuta, kwamba unaenda kutumia kompyuta enjinia, kompyuta unaenda kutumia ni akitekcha, ni nienda kupigia mziki kudizain, au mwanafunzi kwa masomo ya soshoki, ofisini, kila kitu tunakushauri. Pia vitu vya kuzingatia viko vingi, sio vingi sana, lakini ni, ni vingi kwa maana ya kuvitaja kitu kikubwa sana mtu anachobidi kuzingatia ni kwamba kwa nini anahitaji kompyuta. Nikiongelea kwa nini anahitaji kompyuta, tunaongelea matumizi, anaenda kuitumia kwa matumizi gani? Kwa sababu kila kompyuta imetengenezwa kutokana na matumizi ya mtumiaji. Mfano, mtu anaenda kutumia kwa ajili ya kuedit vitu photoshop, sijui kufanya vitu kama hivyo, ni tofauti na mtu anaenda kutumia ofisini kwa ajili ya kuchapa kazi kwa ajili ya kuprint na kuingia mtandaoni, lakini pia ni tofauti na mtu anaenda anayekuja kununua kompyuta kwa ajili ya kufanya kucheza game, sindio? Kwa watu wote hao ni tofauti. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni matumizi ya kompyuta, unanunua kompyuta kwa ajili ya matumizi gani? Lakini kwa standard kompyuta hizi za kompyuta au laptop, kuna vitu standard ambavyo inabidi uzingatie, vinaweza vinakuwa intermediate tumi, kwa watumiaji wengi ndio labda naweza nikakutajia baadhi. Kwa mfano kabla kununua kompyuta inabidi uzingatie kwa nini matumizi yako ya kwanza, ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili inabidi uzingatie RAM. RAM ni random access memory, ni uwezo wa kompyuta kufanya kazi kiasi fulani kutokana na kwa muda mmoja, kwa wakati mmoja, ndio maana inaitwa random access memory. Hiyo RAM kwa standard RAM ni 8GB kwa sasa hivi kutokana na program nyingi zinazotumika sasa hivi, standard unabidi upate ramu angalau ya GB nane. Lakini pia hata kwenye ram inabidi uzingatie pia aina ya ramu, usiende nyuma ram. Kuna DDR1, 2, 3, 4 sasa hivi zipo mpaka 5. At least iwe na computer yenye DDR4 RAM. Kitu kingine cha kuzingatia pia inabidi uzingatie storage. Storage kuna vitu viwili ukubwa wa vitu, lakini pia inabidi ukubwa wa storage ni uwezo wa kompyuta kutunza vitu kwenye kompyuta yako. Inabidi mm, uzingatie ukubwa wa storage na aina ya storage. Nikisema aina ya storage, maana kuna SSD ambayo hii inaitwa ni solid state drive, ndio aina ya kisasa sasa hivi inayotumika kwenye kompyuta nyingi. Lakini pia kuna vitu kama hard disk. Hard disk ni kama ni ya kizamani, maana hii ni disk kama disk inazunguka. Kuna faida mbalimbali mbali za kutumia SSD na za kutumia hadidiski hadidiski ni hard kama hard. Ni easy kupata shock kama ikidondoka au kompyuta ikipata shock yoyote ni rahisi kuharibika. Tofauti na SSD. SSD hii ni chip kama unavyoona hivi. Hii chip wenyewe haiwezi ikafanyaje? Hata ikidondoka, hata ukidondosha, haiwezi ikaharibika kirahisi. Lakini pia <coughs> transfer speed. Tukiongelea hadidiski <coughs> speed yake ni ndogo kidogo inakulinganisha na SSD. SSD ina transfer 3500 gigabyte per second, lakini haiwezi. Kwa hiyo ni tofauti kubwa sana. Hivi vitu vya kuzingatia. Kwa hiyo kwa sasa, kama unataka kununua laptop tunavyoongelea mwaka 2025, unahitaji kompyuta yenye SSD, tena upate SSD NVMe yenye speed angalau 1500 kupanda juu. Hiyo inakuwa ni SSD safi na itakupa matokeo mazuri kwenye kazi zako. Nadhani hapo tumeelewana. Kwa hiyo inabidi uzingatie haina storage kwamba hiyo inatumia SSD ndio kitu kizuri, lakini uangalie sasa matumizi yako pia. Unahitaji storage ya namna gani? Unahitaji kompyuta kwa ajili ya storage kubwa kwamba una labda watu wanaofanya editing ya videos, video kubwa lazima atahitaji storage kubwa kwa ajili ya matumizi yake. Lakini kwa watu wanaotumia vitu kama online works, social works na masomo mbalimbali kwa mfano wanafunzi wanahitaji storage ya kawaida lakini iwe faster. Na maana ikiwa faster, anaweza anaweza ku access vitu vyake kirahisi, lakini pia anaweza ku download material ambayo hayatumii storage kubwa, hata 128 unapata. Kwa sasa, na hicho pia ni kitu cha kuzingatia. Kitu kingine cha kuzingatia, cha tatu, inabidi uzingatie Processor. Processor ndo kama tuna kawaida, mtu anakuja anataka Core i5, Core i7, Intel Core i3 lakini watu wengi sana hawafahamu kwa nini nataka kwa i5, kwa nini nataka kwa i3. Ni kitu pia cha kuzingatia. Hapo hapo tunarudi kwenye kitu cha mwanzo nilichokwambia, tunarudi kwenye matumizi. Kwa nini unataka kompyuta? Unaitumia kwa matumizi gani? Ndo kitu ndo kitu cha kwanza, ukishakijua ndo utajua unataka kompyuta ya aina gani. Kwa mfano mtu ana kuna kwa i5 kwa kuna tunaanzia kuna Intel Celeron, Pentium na Core i3. Core i3 hii ni kwa matumizi madogo na ya ya wastani kwa ajili ya matumizi wastani ya kompyuta ya ya tunasema ni ni kazi kazi kazi za kawaida kuchapa kazi, kuingia mtandaoni, kufanya kazi yaani hizi, kusoma, kufanya kusoma nini ni kompyuta ambayo inakufaa. Lakini pia kitu kingine kuna Core i5. Core i5 pia ni inter intermediate iko katikati ya Core i7 na Core i3. Core i5 ni kwa matumizi ya kati ya kazi ndo tunaongelea kwa I5, lakini kuna kwa I7 ambao kwa I7 ni high end users tunawaita kitaalamu, ndio high end users ni watu wanaotumia kompyuta kwa matumizi ya juu sana, graphics tena za hali ya juu, unahitaji kwa I7 ambao ndo itakupa matokeo mazuri. Mtu anayetumia anafanya architecture engineer, hata wewe mwanafunzi unaosoma engineering, wewe mwanafunzi uwe uh, na kazi zako la coding, unafanya coding coding, nadhani unafahamu hizi programming na vitu vingine wanahitaji kompyuta kwa I7, ili weze kuwapa matokeo mazuri kwenye kuprocess data na vitu kama hivyo. Sema heavy, heavy task. Pamoja na pro, kwenye processa pia inabidi zingatie pia generation. Kuna kitu kinaitwa generation ya kompyuta. To, generation ni matoleo ya kompyuta. Kuna generation kwa aina ya kompyuta unayotafuta inabidi utafute generation ya angalau ya nane, tisa, kumi sahivi. Tupadi generation ya kumi na tano pia zipo lakini, pia nimesahau kitu kimoja, ntarudisha nyuma kidogo kwenye core i, kuna core i9 ambayo ni high end, performance ya juu zaidi ya core i7. kwa kama unahitaji kompyuta unafanya matumizi makubwa sana ya kazi, unahitaji core i9 pia, na yenyewe ipo madukani na tunazo pia hapa kwetu. Lakini kitu kingine ndio hizo generesheni ya saba ya nane ya tisa, inaweza kuendana na muda wa, wa kisasa, programu za kisasa kompyuta. Generesheni ya pili hata kama ina ramu kubwa isiweze kuendana na ambazo kifanya kwa sasa hivi, au isikupe matokeo mazuri kutokana na programu unayo tumia vitu vingine ni common. Vitu vingine ni common, tukiachana na hivyo vitu vya kitaalamu, lakini pia inabidi uzingatie pia kama operating system, unahitaji kompyuta ya kutumia nini, operating system ya aina gani? Kuna Windows kompyuta, kuna MacBook kompyuta. Kwa mfano MacBook na Apple, kompyuta za Apple zinatumia operating system ya iOS, si ndiyo? kuna windows computer ambazo zinatumia windows ambazo ambao sasa hivi tumekuja kwenye windows 11 pia lakini pia kuna linux kuna ubuntu pamoja na hizo kuna Chrome operating system kwa hiyo unahitaji computer ya namna gani kwa mfano Chrome operating system wanatumia sana ni operating system ya kawaida ya google inakupa option zote za android lakini pia ni nzuri sana kwa madevelopa madevelopa ni madevelopa application, anahitaji kutengeneza kudevelopa application labda ya Android system, atatumia kompyuta lakini anaweza kuitesti moja kwa moja kwenye Chrome IOS. Kwa hiyo kwenye we operating system yake anaweza kuitest hiyo application. Lakini kuna Mac kwa jela ya watumiaji wa Apple, nadhani wanafahamu. Kuna Windows ambayo ni very common tunatumia nikwewe kuna Linux ni pia nayo ni nzuri. Sasa una pia ni pia kuangalia kompyuta yako, unanua kompyuta gani kwa ajili ya operating system ipi, na hicho nacho kinazingatio. Pamoja na hilo, kuna vitu vya kawaida kama betri, lazima unueko ukitaka la, laptop lazima upate laptop ambayo inatunza charge at least 4 hours consecutive, kwenda mbele inakusaidia sana kufanya kazi zako zingatia betri kwa matumizi yako, sababu laptop huwezi kwa kila, sio kila sehemu natembea na charge, sio kila sehemu lazima uchomeke kwenye umeme, ni sehemu yote unabidi unafungua unafanya kazi zako ziweze kwenda, maana ya laptop. Kitu kingine cha kuzingatia pia, inabidi uzingatie connectivity, pia ni kitu cha msingi. Unanua laptop, labda unahitaji laptop kwa ajili ya projection, si ndio? Unahitaji laptop kwa ajili ya projection, utahitaji vitu vi, vi, utahitaji poti za HDMI. Lazima uzingatie hii laptop yangu naochukua ina poti HDMI au haina poti HDMI, ina poti ya VGA. Je, laptop yangu naochukua itanihitaji niwe na usb ngapi? Kila laptop zina USB, unakuta kuna nyingine na USB mbili, ingine na USB nne. Je, laptop yangu ina type c kwamba ntapata type c ambao ndo dunia sasa hivi iko kwenye type C. Kwa hiyo ni vitu pia hizo connectivity, kwamba laptop yako inaweza kuunganisha na vitu gani pia unavyovihitaji, labda ni niko studio mimi, nahitaji niunganishe na kamera yangu natumia HDMI. Je, laptop itani support au nitahitaji viperipheral vingi ili niweze kupata hiyo HDMI. Kwa hiyo ni vitu pia na venyewe na video zinga tie. Lakini standard laptop inakuwa na type C inakuwa na USB 3.0 kwa ajili ya faster transferring data na vitu vingine kuna bia lakini pia inakuwa na display port au HDMI kwa ajili ya kuunganisha na display nyingine external display. Hivyo ni vitu pia vya kuzingatia kwenye manunuzi ya laptop. Kwa kawaida laptop una, unaweza kuchaji wakati unatumia. Watu wengi wanasema ah, nitumie kwanza na unaweza kuchaji wakati unatumia. Lakini kitu kizuri kwa kawaida ukichaji laptop ikifika asilimia mia, mia, Inabidi uchomoe kwenye charge, afu itumie ikiwa haiko kwenye charge. Ndio nakwambia itadumu zaidi masaa 4, na kwenda mbele kutokana na kazi unayoifanya. Lakini pia ukiona laptop inakupa alert ikifika 20%, inakupa alert kwamba your battery is very low. Kwa hiyo itabidi uongeze charge, weke kwenye charge, ipate ikifika 100, unatoa unafanya shughuli zako, hapo itakusaidia kutunza battery la kompyuta yako na itakusaidia pia kwa sababu beti ni kitu ambacho kinaisha, kadi ya matumizi kinapungua uwezo wake, itakuhifadhia ita kwa muda mrefu sana laptop yako. Kwa sababu beti ni kitu ambacho kinaisha, kadi ya matumizi kinapungua uwezo wake, itakuhifadhia ita ita kwa muda mrefu sana laptop yako. Kuna swala la kushea chaja, kushia chaja. Kila laptop ina uwezo wa chaja yake kompatibiliti, tunaongelea kompatibiliti. Kuna laptop ina tumia wateji kubwa kuna nyingine tumia ndogo kushare charger unaweza ukashare charge lakini inabidi uzingatie compatibility ambao uzingatie kwamba je laptop yangu na charger naotumia ni sawa kwa sababu uki, uki, usipeka compat isipokuwa compatible na kuna mawili unaweza karibu laptop au karibu betri yako ukaunguza laptop hicho ni kitu cha msingi na kila charger HP wana adapter zao Dell wana adapter zao zingatia kutumia original adapta ukichanganya, unaweza kuharibu kimojawapo. Madhara ya kushea ndo hiyo, isipokuwa inaweza kuwa ni HP pini ndogo, blu pini tunaziita, sindio? Lakini kuna wati arobaini na tano, kuna wati sitini na tano, kuna wati tisini. Je, zote ni HP pini ndogo, sindio? Kwa umeme unaoingia unatokana na aina ya kom kompyuta. Kwa hiyo inabidi uzingatie, je, kompyuta hii ya rafiki yako na ya kwako zina umeme unaoingia sawa ukitumia unaweza ukaona ina chaji lakini ina long, in long terms ina impact kwenye matumizi. Kwa mfano ndo hiyo inaweza ku, inaanza ku drain beti lako taratibu. Kwa hiyo kuzingatia zile wattage zinazoingia ni kitu cha msingi. Na tumaizie masuala ya antivirus na window. Window na antivirus ni vitu vile vya kuzingatia pia. Kuna antivirus window security, kwa mfano sasa hivi tuna Windows 11 ina security yake inakuja kwenye computer ambayo ni Windows Security. Ukihitaji maximum protection zaidi inabidi upate kama Kaspersky Sky zipo, Norton na antivirus aina nyingine. Ni vitu vi, pia vya kuzingatia kwenye kutumia computer. Na pia matukitumia computer vizuri na ukawa una update Windows computer yako vizuri, hakutahitaji tena antivirus. Antivirus inahitajika sana kwa watu ambao na kule kuna virus wengi sana, wanatumia ku transfer kule. Kwa hiyo matumizi sahihi ya laptop yako yako ndio yanakufanya au virus wasiweze kukuattack. Consider ku update kompyuta yako mara kwa mara, ili upate virus definition mpya ziweze kuwa protected. So, kuna yule ambaye anaamini kwamba Kaspersky ni bora kuliko Smadav. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> kwa... Kaspersky ni bora kuliko Smadav kwa mrengo tofauti kama mbili. Smadav ni kampuni kwanza, ni wakongwe, ni wakongwe lakini Smadav, eh, sorry, Kaspersky ni wakongwe kuliko Smadav kwa, kwa tem za zaanani, lakini hiyo pia ni imani. Smadav pia nao wana virus definition, wanalinda vizuri. Changamoto imani inatokana na kitu kimoja Smadav wana free version, Kaspersky wana free version, sindio? Kwa hiyo ukiweka free version, akuwa free nasi, amna kitu kitu cheap ambacho utakipata, yani kitu wanakupa bure, afu kiwe na quality nzuri, tofauti na kile cha kulipia. Nadhani hiyo iko hata kama ni sio sio hata antivirus, hata mtu anakupa bure, kati anakupe service bure mwaka mzima, kumiaka yote, awezi akaiboresha kama ambavyo Kaspeski wanaboresha sababu mifumo yao Kaspeski, hata tunavyoona kila siku wana boresha na inakuwa tofauti. Neno lako la mwisho ni lipi sasa tukimalizia, tukimalizia? Naweza nikamwambia watu kitu cha msingi sana, laptop ni tool, laptop ni computer, laptop ni tool, ni kifaa cha kufanyia kazi au cha kuburudisha ila ni tu tunasema, n nashauri watu wakati wananua laptop, wazingatie vitu, kwa nini wananua laptopu, processor, nini? Wapate ushauri mzuri kutoka kwa wataalamu sahihi kulingana na mahitaji yao ili wapunguze kulalamika, na ni vizuri kama ujui kabisa nashauri watu. Nenda muulizie muuzaji. Njoo kwa wataalamu kama hata Pick Point. Sasa mimi nahitaji laptop, elezea matumizi yako, atakushauri vizuri extend budget unapata laptop nzuri kutokana na mahitaji yako na inayoendana na usasa, unaweza ikakusaidia sasa hivi na miaka mitano mbele, as long as teknolojia inabadilika kila siku. Kwa ushauri na washauri watu wapate kupata kwa laptop nzuri za uhakika zisizo na vipengele kwa maneno ya Kiswahili, tunapatikana karibu sana Pick Point Computers. Pick Point Computers ni chaguo lako la kila aina la laptop kwa matumizi yako. Kwanza tunaweza, tunakupa expert tunasema expert consultant and advice. Tunakushauri kulingana na mahitaji yako ya kompyuta. Zaidi ya yote, Pick Point pia tunatoa huduma ya, ya software application. Kwa mfano ukitelezea ukita, unahitaji nini tunakupa um, um, mchanganuo wa software unayohitaji na vitu vingine unavyohitaji na tunaweza tukakufanyia installation. Tunazo laptop nzuri nyingi bei mbalimbali, kwanzia laki mbili, sahivi tuna ofa kwanzia laki mbili kamili, unapata laptop kwa mahitaji yako, laptop nzuri, waranti ni uhakika, tunakupa waranti kwanzia miezi sita kwenda mbele, lakini pia tunakupa installation ya application. Zaidi yayote tunakupa 24/7 support ya mahitaji yako, tuna namba zetu zinapatikana masaa 24 muda wote, unatupigia simu kwa ajili ya ushauri. Zaidi ya yote tuna huduma, tunazo brand mbalimbali mbali: HP, Dell, Apple, Lenovo, tunazo pia Samsung laptops, tunazo kila aina ya brand na tunazo za matumizi mbalimbali mbali. pia tunazo desktop na tunauza pia accessories mbalimbali mbali za laptop. Zaidi yote pia tuna huduma ya mabegi vitu kama foam cleaner na service mbalimbali mbali, zinapatikana hapa kuhusiana na za software na hardware. Na huduma zetu ni nzuri na tunayotoa huduma za malipo ziko huduma mbalimbali. Unaweza kulipa kwa simu ni very friendly, unaweza kulipa kwa bank, tunazo account zetu. Kwa hiyo mteja ukija Pick Point usijiulize, usianze kubeba maela mengi mwisho wa kuteki. Na sio hata hela nyingi. Pick Point tunapokea hela na pia tuna huduma kulipa kidogo kidogo kulingana na mteja unahitaji kulipa huduma kidogo kidogo, au unahitaji kulipa kwa pamoja. Zote hizo huduma unazipata. Best and affordable computers ndo kauli mbiu yetu, customer services 100% tunahakikishia, na kitu ambacho inabidi ukizingatie pia. Pick Point sasa hivi tumeleta huduma, tunauza pia tablet mbalimbali kwa ajili ya matumizi maarufu, kama vishkwambi, kama una software zako, kama unataka ku watch movies, una shughuli zako, unasoma, hiyo huduma pia zinapatikana kwa bei nafuu sana karibuni sana Pick Point. tunapatikana barabara ya kumi na moja mkabala na Deca Polyclinic hospitali. Lakini namba zetu ni 0788 186858. Namba inapatikana masaa 24. Kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Pick Point underscore computers. Tunapatikana mitandao yote TikTok, WhatsApp pia Pick Point tuna channel yetu Pick Point underscore computers. Tunapatikana pia Instagram, hivyo hivyo na Facebook. Karibuni sana wateja wetu, kwa mujibu wa mtaalamu huyo kutoka Pick Point Computers, mwaka elfu mbili na ishirini na tano unahitaji watumiaji kuweza kutumia kompyuta zenye teknolojia ya kisasa hasa zinazotumia SSD ambapo hutoa matokeo mazuri na kasi katika utendaji. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like comment na share ili uendelee kupata taarifa zetu.